Kwa Mwana Kibuta David, mwana ndani ya box, mwana ameisetile kwa rusajo, mwaka segule Reliance tonje kwa idi salmini hosa ndani ya box, mwamuzi kwa nafurika penalty, amekwisha waponza KenGold. Thamana ya usalama wa KenGold inabaki kwa kasto orius mohagama Aliwekwa chini namna hiyo, pasi ilipenyezwa ile, idi salmini, oza akaichota, lakini mchezaji wa KenGold alipambana kuhakikisha kwamba mgusi ameruhusiwa. Idi bahati anavuta pumzi kujipanga. Kipagwile ameshindwa kuwa shujaa, Castorus mwagama safari hii What a celebration wateeleb anabauns aleenengeleka katembua, ni furaha iliyoje kwa mashabiki wa Dodoma Jiji. Tatizo lilianzia hapa na mtoa hukumu akawa ni Idi Bahati Kipagwile, kwa idhini ya mwamuzi wa mchezo kwa jinsi ambavyo alitafsiri kile ambacho kilitokea hapa, kulikuwa na contact ambayo ilimpelekea kwenda chini. Idi Salmini Hoza angefanyaje? Kipagwile zaidi ya kupeleka mpira pale alipopeleka hasa timu yao ikiwa mbele kama ilivyo kwa Dodoma Jiji. Mbukizo wa cross ile, cheza hera ile, popi Kasunda, wow, wako kuichoma dhahabu. Dodoma Jiji wana furaha sana mashabiki wa Dodoma Jiji. Kinyume chake KenGold ilianzia hapa. Kipagwile aliutuma mpira ule, anafunga na kuasisti leo, ulipelekwa mpira katika engo ngumu. Dhahabu zinapitishwa kwenye moto mkali. Wametafuta sana bao KenGold, lakini wanaoyapata ni Dodoma Jiji. Kipagwile ameiweka ile, lakini wanakaa vizuri KenGold. Ilibahati Kipagwile Kipagwile anatumbukiza krosi nyingine ile tena, wow! bao la tatu! Mwana Kibuta David anazamisha kabisa jahazi la KenGold nde, mwambia nini Idi salmini hoza, anafurahi ni bahati. Kipagwile yule yule alitengeneza matatizo haya, aliupeleka mpira ambao walijaribu kukaa sawa KenGold, lakini Mwana Kibuta David akasema lasha, sijawahi kuwa na masihara katika mazingira haya. Bao la tatu.